Kocha, okay. uh, mchezo umemalizika, umepoteza kwa bao moja kwa sifuri. Kwanza unaweza ukatupa general overview uh, ya mchezo kwa kupenda wako? Yeah, of course uh, kitu muhimu, unajua tulikuwa tuna face Simba ambayo imetoka kupoteza katika zile shirikisho, ilikuwa unfortunate. Ingekuwa vizuri kama wangeshinda lile kombe, lakini sometimes inatokea katika mechi Of course uh, ukiangalia Simba kwa sasa hivi nilisema ni, ni timu ambayo wanajua kutumia muda wanajua kutumia space kwa sababu unaangalia wanacheza one two touches, wanaweza ku run in behind the defense ya mpinzani. Ukiangalia tulijaribu kwa control dakika 35 ni sufuri sufuri, of course dakika 36 hivi katika wide area, mahali ambapo Simba wanacheza asilimia 52 uh, katika mchezo wao Ilikuwa one against one, nafikiri defender wangu angeza kutap hiyo mpira vizuri, no goal. So I think tuli concede from Simba individual mistake, sisi uh, wenyewe but but kama coach, tuna tuna live na tuna grow out of it. Second second uh, second half half uh, half tumecheza tumecheza very very fantastic play. Jonathan Soa aka take on the defender aka take on the keeper, sawa 11 11, thank you very much, tumekuja katika second half. see another situation there tume impose Simba tumepush Simba mpaka 25 meters from their own goal, tume impose our game to Simba in the second half. So inamaanisha timu yangu imegrow, kwa sababu tunaangalia uh, uh, CAF ticket tumelipata na nafikia upinzani wetu wa leo inatupea uh, kidogo kwa nile ambao tunaita ku control emotions zetu but also kwa resilience kwa sababu ukikosa uki penalty mbili. First half one penalty penalty second half two another penalty. It's a, it's, a it's, it's a big that's why tunasema technology ime catch up with us uh, soon soon okay, soon itakuwa similar similar kila pahali, but for me as a coach I think kwa game in terms of the game I congratulate my players how far we are. Lazima tuzidi kuwa na tamaa, tuzidi kuwa na desire kwa sababu hiyo ndio ligi letu sasa hivi imeweza kwa competitive vizuri, tujitayarishe vizuri. Tunapata na back to back na Simba, tunarudi Babati for the semi finals. Maybe nimepoteza katika ligi may i'm winning it in Babati. Kwa hiyo coach, ina maana matokeo haya ni I, I lose in the league today, i'm winning it uh, semi finals in Babati, yeah. It's two two penalties penalties, yeah. You cannot miss two penalties in the game, yeah. Kwa ina maana kupoteza kwenu leo ni makosa ya muamuzi, si makosa yenu. What is important? The better team lost today. The better team? team The better team lost today. Of course, kitu muhimu ni dakika zile za kwanza za mechi nimekueleza kuwa Simba wanacheza pressing dakika 20 ama 25 kwa mechi zao. ukiweza overcome that one, then of course uko na bigger chance ya game I think today, hata wewe mwenyewe umekuwa katika game, tumekuwa na bigger chances of the game. Tumekuwa more chances than Simba today, of course uh, kama team najua kwa sasa hivi, uh, it's not easy to convince you because I've lost. It's not easy. Si rahisi kukushawishi kwa sababu nimepoteza, lakini nimepoteza kwa sababu ya nini? Ni red card penalty. Finish. Red card penalty. Hiyo ndio aggression inakupa. Unaweza penda ku analyze mechi kwa kivyo vyote. Sasa hivi mimi timu yangu inacheza katika, inaenda katika CAF. Kitu muhimu ni si analysis. Kitu muhimu ni outcome. Mechi imeisha vipi Sivyo? So naweza kaanalize lakini the dominance of the game today, maybe Simba walikuwa na fatigue maybe hawakuwa na fatigue, maybe ningepata tu penalty ningeshinda, so tunaachwa na hizi kwa sababu ya yale vipengele ambazo nazungumzia, lakini nataka kusema kongole kwa wachezaji wangu kwa sababu tumeweza kujisukuma kwa kila mpangilio tulikuwa nao. Ndio kwa maana leo unaona mechi hata mashabiki nafikiria wamechelewa kutoka kwa stadium kwa sababu wanajua kwa mawazo yao kidogo, Kenya wameona ah, wamejua Kenya wameona sivyo? Simba umezungumza kuhusiana na huu mchezo na makosa ambayo yamesababisha muukose bora wote wa Simba ambao unaweza kuuzuia kwenye mchezo unaofuata, licha ya kwamba umezungumza kwamba kuna makosa ambayo yamepelekea nyie kuukosa ushindi leo. Of course our way of play kama Singida, ukiangalia hivi ndo jinsi tumecheza leo, hivo ndo tunacheza katika mechi zetu zote. Kwa hivyo tutaenda kuimarisha hayo tunajua tuna respect Simba kwa sababu wako na ile momentum katika kucheza mechi kubwa kubwa hivi karibuni, ila pia sisi nafikiria tumejistahimili vizuri kuweza kupata ile momentum ambayo wamekuwa nayo. Unajua unapata, unajua una na timu imecheza se, e, nusu, e, quarter finals e, semifinals wakacheza finali. Hebu angalia momentum iko juu, sivyo? So tumeweza kuwa stop. So kitu muhimu ni kuwa sasa hivi tume brush shoulders. So tukienda Babati haitakuwa the same. Itakuwa the same. Sawa? Sababu kuna ile mahali tumevuta from them kuna pale wamepata kutoka kwetu but sisi kitu muhimu ni kutry to make sure that tuna turn tables in Babati. Ivo tu. Nachukua hii mechi kama home and away. Back to back, so wamepata leo ushindi. So can we bounce back in Babati? Yes, we can do it.